Ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza ukagua Jimkana Nosku pamoja na Meja Jeno Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa na Mkapa tarudi tena, kwa sababu bado ba pakeji ni kubwa, na tutaenda Gombani ili kujiridhisha mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule, na kwa kuwa tumbo hapa, wakandarasi wanawajibika kutupa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pichi ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri, na kule kunaendelea vizuri, na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hilo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika tulipata shock kuonekana kwa kwamba labda watu wetu tuwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika, lakini seme, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundo mbinu, na hapa tumekuja kukagua miundo mbinu, na bahati tumepata taarifa miundo mbinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu maraisi wetu Dr Samia na Mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano hiyo kuchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu, watendaji wenzangu wa serikali, kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tutafuatilia kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa ma, hayo kinachosikika hicho, hiyo ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na klabu yenyewe. Sisi kama serikali miundombinu uwanja huko vizuri, wakiamua tutawaruhusu waendelee, sisi hatuna shida. Tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao oja kutumia. Hata leo wakitaka kutumia leo watumie tu, tatu tumeweka. Wakitaka kucheza saa 4 usiku inachezeka wakitaka saa kumi mchana mchana, ruhusa. Sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza michezo, nipongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea isamuyo na mkandarasi. Nini, kwa bahati nzuri mkandarasi tarehe ambazo tumewekeana bado yuko kwenye time, hatuna mashaka na yeye. Na kampuni hii inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri, na pia tu mwaka huu tuimarishe kule VIP ili viongozi wanaotaka kulipa na nini wakae huko huko juu, huko kwenye vioo huko wanapata na AC zao huko huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwenye maeneo yote haya. Kwa hiyo ni niwashukuru, niwa wote, mheshimiwa waziri, na kushukuru katibu mkuu, muendelee kusimamia, mheshimiwa mwenyekiti baraza la michezo na mtendaji wetu wa baraza la michezo, wakandarasi, na washukuru sana wote, muendelee na kazi na baada ya hapo e, niwaage sasa. Tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani e, ili tuone maendeleo hayo.